Uh, over the weekend yeah, imefanyika show nyingi sana moja yapo, yeah, tumeshaizungumza ilikuwa ni show ya Bill Nass. Mm-hmm. Lakini ukiacha show ya Bill Nass wamefanya shows zingine nyingi, pia zimeendelea Uganda kule, Ghana zimefanyika shows pia, nimeona nimeona uh, pia wana, kuna kampeni ya ku ya kumpigia kura Abigail Shams, tutaizungumza kwa mambo ya taifa sana, eh tutaizungumza hiyo baadaye, lakini kubwa zaidi ni show ya number 1 artist wa Tanzania na Afrika Mashariki, namzungumzia Diamond Platnumz ambaye alikuwa na ku perform

Jose Kamilioni, itakuwa itakuwa noma, hatujui kwenye kwenye kwenye stage, yote yote yanawezekana. yeah. yanawezekana itakuwa yanawezekana yote yanawezekana itakuwa nzuri wupu... sana kwake Kamilioni kwa yes. sababu kuna namna kama sasa mm. hivi amepotea, tusonge kiwongo, ni kweli so kama itatokea hiyo pia itakuwa kitu kizuri sana ndani, lakini ushauri eh. wange, wange angefanya tu klabu ya watu watatu Kamilo na Profesa J. Aa, wangeunganisha, ya. Ya, ya Mungu mengi kama alivyoirudia ndani hivyo pia itakuwa yeah. yeah. yeah. so, vizuri zaidi, lakini kubwa ambalo linazungumza zaidi <coughs> ndugu zangu mitandaoni <coughs> ni kiasi cha pesa ambacho uh, msanii Diamond amelipwa kwenye hizo show yeah. Na wengi wanalalamika ya kwamba Diamond amelipwa pesa nyingi zaidi kuliko wazawa ama wale wasanii wengine ambao walipaswa ambao wa, wa walikuwepo kwenye hizo show. Watu wanasema bana, haikupaswa kuwa hivyo. Wengine wanasema no, ni sahihi, tumepaswa kuwa hivyo. Kwani kijiweni kwangu hapa, nyewe washikaji, mnasemaje? e, yani bilioni fulani zimekunjwa mkoni. Mpe mzee wa tuzo. bilioni zimekunjwa hongera sana. Sikuwepo hapa wakati mnaleta Eh.

Ukweli ni kwamba kumchukia mtu aliyefanikiwa haikufanywa ufanikiwe au hata umkaribia hata kidogo, inakuwa gani mbaya sana hai hey. Tunajua na chuki na ina, ina, ina muuma naye hifadhi mm. Unajua chuki ni sumu, ukikaa nayo inakukula wewe mwenyewe, yani afu unajikuta upigi hata hatua kwa sababu hata spiritual mtu ambaye una wivu upendo wenzako nini, unajikuta kama umestuck. Hivi ndio kitu ambacho unakifanya Waganda. Kwa sababu gani, hii si mara ya kwanza. 2017 Diamond alidondoka tena pale nakumbuka ilikuwa ni show moja hivi iliandaliwa pale na moja kati ya kituo cha, cha, TV cha pale nchini Uganda. Wasanii wengi walikuwa pale, lakini Diamond kama kawaida, akaondoka top scorer kwenye mitikasi mizima ya kulipwa. Maneno yakawa ni mengi sana kwamba huyu jamaa inakuwa vipi, anatoka nje, lakini akija kwenye nchi yetu anapiga pesa, inakuwa vipi? Inakuwa vipi? Nadhani ni kama dhana fulani ambayo imewekwa kichwani kwa watu, kwa sababu hata sisi wa bongo pia, kuna ndugu zetu wa pop wanakujaga hapa, makampuni fani fani yanawaleta conversations zinakuwa gani hizi hizi wanajamaa wale wanakuja wanaokota mapesa mengi sana kuliko hata wasanii hapa hapa ndani. Nadhani ni kitu ambacho kipo kama ni, ni, ni nature fulani hivi unajua, na inaumiza sometimes ukiangalia, kwa sababu mtu amekuja kwenye ardhi yako anapewa thamani kuliko wewe. Na hili yoe sio tu wameanza Waganda, Wakenya washalipiga ile yoe, Wagana wamelipiga ile yoe, Rwanda wamepiga yoe, Uganda wamepiga yoe. tafsiri yake ni nini? Sasa ni muda sasa wasanii kutoka hizo nchi kukaa na kuangalia kwamba huu jamaa ni kitu gani ambacho kinamfanya analipwa pesa nyingi kiasi hiki. Kitu gani na sisi tuboreshe ili na sisi tupate thamani hiyo. Ukiangalia, huyo Bwana Allantoniks ambaye alikuwa anamlalamikia Diamond, nikajipa nafasi kupita kwenye cross zake za YouTube, kiukweli anatia huruma, sio siri. Yaani bado, yaani ni kama underground fulani hivi ambaye ameamua labda kama anataka kutembea na upepo, mm, nitajaribu kumuelewa. Sasa unajua muziki na mambo mengi. Ni kweli. Lakini kama yuko serious na anachokiongea, mm, kiukweli bado sana. Yaani mtu ambaye amefanya uwekezaji wa miaka mingi kwenye muziki wake yeye yeah, ni kama nikiangalia, ameanza kutoa kazi kama 2018-19 fulani hivi, unaona kabisa ni kijana mchanga bado kwenye tasnia. Kwa hiyo kulalamika vitu kama hivi vitampotezea muda, yeye endelee tu kupiga kazi. Diamond de anawazidi hawa watu, ni mtu ambaye mziki wake una uwekezaji mwingi sana, brandi yake inajiuza kiukweli. Kila siku tunaongea hapa kuhusiana na mitikasi ya brandi, brandi, brandi, brand. Sasa haya ndio matokeo ya kutengeneza brandi yako, haya ndio matokeo ya kufanya uwekezaji kwenye mziki wako. Diamond 2015 ni tofauti sana na Diamond 2025. Tafsiri yake ni nini? ni mtu ambaye ana improve kila miaka inavyokwenda anakwenda na wakati, kutoka ukimtaka kwenye show unamlipia ndege hadi sasa hivi, so unamlipia tu ndege, unamlipia ndege ya pekee yake, yani private jet. Jet. Na definitely kuru, na kruu yake wanapanda wanajimwaga huko ndani. Hii e, tafsiri yake ni kwamba huyu mtu amekuwa, brandi yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo wasanii wengi na ukiacha tu kulipa pesa nyingi, yeye ndio anakuwa headline ya ya ile show. Imagine yani, kurasa zote za mitandao ya nchi yako inaandika kuhusu yeye. Kwa nini usiandike kuhusu wewe? Ni swala dogo sana, unaona kabisa kwamba jamaa kuna vitu vingi ametuzidi. Na Diamond anatoa somo, si tu si kwa wasanii wa Tanzania, hata kwa wasanii wa nje. Si mbaya kujifunza hivi, yaki, kwa mtu ambaye amefanikiwa, amejenga brand ambayo iko strong sana sasa hivi, anakula kupitia brand yake na anakula parefu sana. Ni jasho ambalo alitoa muda mrefu sana huko nyuma, kwa hiyo kuendelea ku complain au nalipa kuhusu yeye kuliko sisi kuliko sisi, endelea kujijenga ndugu yangu, ni swala la muda. Hata nyie waganda tena waganda wametuburuza, walikuwa na watu wao walikuwa juu kinomanoma kutesa, kwa zamu turudi. Unajua yaani hautakuwa juu muda wote. Umegusia uh, sana ambalo sisi tu tunalalamika muda kidogo nyuma, wakati tukiona wasanii kama Rema yeah. Uh, khe yeah. Unaelewa siju yeah. Wakija hapa Bongo, wakija kufanya shows wanapewa pesa nyingi sana, na wanalala sehemu zenye hadhi kiasi <laughs> cha kwamba sisi wasanii wetu anakuwa tofauti hichi. Yeah. Ni kitu mimi nikuga najiuliza sana lakini, kwa nini unawapeleka wasanii show labda mkoani atalala labda unapeleka labda Rema yeah. eh, eh, na like, eh, napata tabu sana kuwa naelewa hizi vitu lakini baadaye nikaja kugundua the way wewe umeijenga brand yako ndivyo ambavyo watu wanakuchukulia yeah. Na ndio maana yeah. Rema alikuwa akija Bongo, tumemzidi kweli ema uh, likua kwenye mm -hmm. YouTube channel yeah, zetu kwa baadhi ya wasanii hapa Bongo, lakini brandi ambayo yeye amejitengenezea kutoka kwenye management yes, yake ni kubwa kiasi cha kwamba wewe mwenyewe hata unaimu approach kufanya naye kazi, unaona haya kumpa kiasi fulani kidogo cha pesa Deo. na ndio maana hata Rema akija hapa Bongo anachukua pesa nyingi sana kuliko msanii ambaye anafanya hapa Bongo yeah. Kwa nini? pia kwa sababu nyingine sisi wa Tanzania, uh, msanii akija hapa Bongo sisi tuna, tunataka kwanza yani tunataka kwanza ukaribu naye yani tu, tuonekane kama niko karibu na mtu fulani kwa sababu ya brandi yake. Nikionekana nipo naye karibu picha zikatembea ama blogs mbalimbali maana yake na mimi pia inaniongezea kitu. Na ndo hichi kilifanyika pia hata kwenye tuzo za Tres wakati tunafanyika Zanzibar. Blog nyingi kutokea nchini Nigeria zilikuwa zina report matukio ya wasanii wa Tanzania, wa Tanzania, kutana na wasanii wa Nigeria, uh, na sehemu nyingine kama BN alikuwepo mtu mwanadada kama, yes, umeelewa yeah. Kuna yule dada mwingine maarufu sana mtu mkubwa tu kule yeah. Anaitwa nani? Uh, anaimba Johnny, yemia lade, Johnny, ye mia lade na wasanii mm. wengine, so bro kama hivyo tuchukua video kama tunajuana muda mrefu hivi, yes, umeelewa <laughs> na <yu> hiyo <laughs> <no, laughs> ndio <laughs> vitu kwenye fuko ya baa exact na hiyo ni moja kati ya kazi kubwa ambayo manager pia anakuwa nayo, yaani upasi kuwa mbali kupata hayo matukio, kwa sababu itaniongezea mimi pia CV hata kama we are not that close, lakini kuwa na ile video tu kwamba tunaweza tunacheka nini na hiyo so uh, Uganda, Kenya wamekuwa wakilalamika sana hivyo. Diamond alienda kuperform, nakumbuka by that time si, ni rais Kenyatta kama sikosei. Mm, no alikuwa anafanya yeah. Eh, Kenya, Kenya, Kenya. Yeah. Alikuwa anafanya uh, zile ishu za kampeni yeah, ilikuwa elfu mbili na ishirini yeah. sijui elfu mbili na ngapi yeah. Aliendaga kule na alichukua pesa nyingi sana na nakumbuka aliperform masaa mawili tu akaamsha, yani alienda tena, alienda na tifa mm, alienda na private jet akashuka. Yes, sure. Hakuchukua hata dakika mbili, akapafomu, avimeweza kupafomu, akapanda kwenye private, akaondoka na kachukua almost milioni mia, yeah. Na walalamika hivyo hivyo, the same to scenario ambayo ilitokea yeye pamoja na Wilpoze mm -hmm. Wilpoze kuhusiana kwamba Maka, eh, <laughs> kwanza lilipwa pesa nyingi, cha pili walikuwa backstage alokai ilikuwa backstage fan private ya yeah, sure. yeah. eh, heshima, alafu pia sijui. Yani, unajua priority zile wakawa na mind mm -hmm. tukawa tunazungumza, una mind wewe, una, una, una, una brandi ipi ya kufanya na wetu kutreat the same yani, ukiwa kwenye unachokifanya hakikisha unatengeneza brand ambayo mtu akitaka kufanya kazi na wewe akutreat like a queen ama a king kwa sababu ya brand ambayo, yeah. Uko nayo. yeah. Yani, brand inapaswa imwogopeshe, imuog, mtu mm. Bongo ama duniani kwa ujumla, watu hawaogopi jina, hawaogopi Kodaks. mm. mm. Wanaogopa brandi aliyonayo Kodaks. Yani ukitaja jina la Kodaks, uki, mtu akawambia tu ah, yule siwezi mmudu. mm. Oyo mwanangu Skoda wewe ah, we, yule siwezi kumudu, kwa sababu ya brandi ambayo, brandi kwamba mtu anaona hey, nikatengeneze ngoma kwa Estokiz ah, siwezi kumlipa Estokiz ah, kwa yeah. so, mm. tunashindwa kupata ngoma zenye quality yes. tunashindwa kupata video kali zenye kwa sababu ya kutisha kishikaji na, na madirekta wetu, lakini hatumaanishi Eti na kala mbovu yeah. We, we una yeah. Ja, wewe unamjaji Godfather kwamba ameweka kala mbovu kwenye video ya mtu fulani. Yeah, wewe ni nani? So brandi ni kitu kikubwa kwenye maisha ya muziki na maisha ya sanaa. Kuna pointi moja umeigusa hapo ya muhimu sana kwamba hata wa directors wao unavyojiweka ndivyo watakavyokuchukulia. Naongea sana director mmoja upcoming anaitwa Bwana Billy Lenzi anafanya kazi na kina Dayo, akina Bando, akina nani. Wale mabwana wakiwa wanataka video fulani simple wanatafutaga yeye. Lakini wakitaka maunyama wana madirekta ambao wanawaaminia. Nikanaambia mwanangu, sanuka hii brand yako ambayo sasa inatengenezwa kwamba brand ya bililenzi. Oh, bililenzi hatuwataka kichupa fulani simpo. Bwana nene, uh, tuna laki mbili hapa, huyo kisha enda kufanya. Lakini wakiwa na mzigo kitita, projekti ya mana, wanatafuta yes, madirekta fulani hivi. Kwa hiyo, nikanaambia yule bwana, brand yako unavyoiweka na ndivyo inavyokuwa hivyo hivyo, naonekana direkta fulani wa msaada, direkta wa bei ndogo. Yeah mwanangu, tutishe tutishe <laughs> <laughs> <noma sana. laughs>